Na, na tukiendelea mni kwamba serikali ya kaunti ya Machakos imepokea vifaa va kielektroniki vikiwemo tarakilishi 18 vitakavyopigajie kisekta mbalimbali hasaa ya huduma za afya. Akipokea, akipokea vifaa hivyo kutoka kituo cha kimataifa kuhusu afya na elimu wa Machakos wa Vinyandeti amesema kuwa vifaa hivyo vitasaidia kwenye ukusanyaji na usambazaji wa data muhimu za wagonjwa na hivyo kuboresha huduma za afya katika kaunti nzima. Sisi tunashukuru sana mm hivi -hmm. Vifaa mmetupatia zitatusaidia kama county government. Sisi kama county government ya Machakos tumeamua kwenda digital because that is the way. way. That is the We We have computerized our our our hospital system, our revenue system, revenue everywhere, even our offices. We are going technology. technology. And because there is no coming back with technology. Kwa hivyo hapa mmetusukuma mbele sana. Mmetusukuma mbele sana. Na mtazamaji na baada ya kidokezo iko chama chako, tuchukue mapumziko mafupi, lakini kama nilivyokueleza mtazamaji ni kwamba tumeona ndugu zetu wakipoteza maisha mikononi mwa madaktari bandia na wengine pia vilevile wakipoteza maisha mikononi mwa kliniki bandia, na kuna baadhi wamelazimishwa kuishi na ulemavu ambao hawakutarajia uh, mikononi mwa madaktari bandia na kliniki bandia. Je, ipi njia sawa kuweza kuzuia matatizo haya katika siku za usoni? Maanake fidia sawa, lakini fidia hairegeshi mpena dua ala, fidia haizibi lile pengo ambalo yule aliyeondoka ameliacha. Mtazamaji, baadaye nitakuwa na ndugu zangu tayari ashafika studioni, kaka yangu Peterson Washira ambaye ni mwenyekiti wa kuku, atakuwa anatueleza mengi kuhusiana na mtazamo wake na hivi visa vilivyopo, anadhani ni hatua zipi zikichukuliwa tutaweza kuzuia hali hii ambayo imekuwa haipendezi na inaleta majeraha na kuacha makovu ya milele. Daktari Denis Miskela, pia naibu katibu mkuu KMPDU na takuwa naye baada ya muda usiokuwa mrefu, na atakuwa anaungana na Daktari David Mundia ambaye naibu mwenyekiti wa kitaifa KMPDU. Tunasema afya ndio kila kitu, lakini kupatana mikononi mwa mtu ambaye hastahili, basi badala ya kuimarisha afya anaiharibu afya yako